Na mpaka tunamaliza kujifunza, naamini kabisa na mtu atakuwa ametembelewa na Mungu, aabisa ametembelewa na Mungu kabisa. I really believe that uh, you will have a certain kind of visitation from above. Kutembelewa na Mungu tembelewa na Mungu, the visitations of God, the visitations of God, kutembelewa na Mungu, tembelewa na Mungu. Utapata muda kidogo wa kutazama somo hili angalau kwa muda wa siku tatu, mambo mengi ambayo yako hapa mm-hmm. Kwa hiyo tutakuwa tukipita tukijifunza vitu vingi, tutaangalia utangulizi wa somo hili na kutokea hapo tutaanza kuona mambo mengine mengi, na mpaka tunamaliza kujifunza, naamini kabisa na mtu atakuwa ametembelewa uh, na Mungu nausa, ametembelewa na Mungu kabisa. I really believe that uh, you will have um, a certain kind of visitation from above. Mungu atakutembelea so kabisa kwenye somo hili, na labda tuka kwa namna ya mwanzoni ni lugha ambayo imezoeleka ya vile mmekaa hivi au umetoka, anasema ah, leo kweli Mungu ametutembelea. Mm, Mungu kweli ametutembelea. Ni vile ambavyo mtu ametoka ibadani, ameona watu wamejaa Roho Mtakatifu, waliokuwa nao wamepona, mtu anasema, kwa kweli leo we had a visit from heaven. hata kusema ya mwingine aliyetembelewa, I can speak my personal experience. Kile ambacho nimeshuhudia mwenye Mungu. Yes, nimemuona Mungu yupo hapo. Wow. Nimeshuhudia wow. Mtembeleo wow. fulani. Kwa hiyo ninazungumza from my own point. Naomba, e, ninaona na mimi nimeuona mtembeleo wa Bwana wenye maisha. Nimeona Mungu ananigusa. Ni nini au zungumzi zungumzi tu kwa kitu cha wewe mali hapo. Ukisoma maandiko, unakuja kugundua kwamba Mungu anakaa mbinguni, lakini pia Mungu anakaa ndani ya watu. Anaketi mbinguni, lakini pia anaishi anakaa ndani ya watu. Anasema mili yetu ni hekalu lake, so he lives in us, anakaa ndani yetu. Sasa kama anakaa ndani yetu, nikisema ni, ni tembele, tembelewa na Mungu inaweza ikaleta controversy kidogo. Nataka nianzia hapo ili niweke msingi mzuri. E, kabla hatujaanza atu kwenda kwenye maandiko mm, nikisema nimetembelewa na, na Mungu na mda huo Mungu anaishi ndani yangu inakuwa ina, ina, ina, ina, ina un, passa, ni lugha ambayo ina mkanganyiko kidogo, kwamba sasa anaishi ndani yangu ananitembeleaje? Tena unajua kwa mujibu wa Zaburi mia thalathini na tisa Mungu yuko mahala pote iko mbinguni yuko duniani, yuko chini ardhi, kila eneo Mungu yupo kabisa, na hiyo wala hakuna ambaye anashida nayo, na anaona mahala pote, yupo kila eneo, after all amesema mbinguni ndipo na duniani. Sasa ndio swali inaweza likaja hivi, kama Mungu yuko pote, amejaa pote, anaona pote kila wakati, yuko mahala pote, tunasemaje kutembelewa na Mungu? Nikilijibu hili nimejibu msingi wa swali ambao wengi nawakatiza no. Lakini pia nakuwa nimejibu, nimetengeneza msingi mzuri wa somo hili. Mungu yuko mahala pote, lakini hadhihiriki mahala pote. You got to listen this clearly, the presence of him is all over the world but the manifestation of his presence is not all over this world. Niomba kila kila eneo yupo mbinguni, yupo duniani, yupo na kila mahali, lakini kudhihirika uwepo wake sio, eh, sio mahala pote. Hii mm -mm, muhimu sana uidake na uichukue kama ilivyo. Yuko pote, haina shida kabisa, mahali pote yupo, ukienda wapi, yuko. Ukilala yupo, ukiamka yupo, umeenda ofisini yupo, umeenda shuleni wanayesoma, wanafunzi wanachua, umeenda chuoni, umeenda kanisani mchungaji yupo, after unapoenda yupo, lakini the manifestation of his presence it is not all over this world, sio mahala pote katika dunia hii. Kuna maeneo huwa anaonekana, kuna maeneo huwa anatokea huwa <laughs> kuna maeneo huwa anatembelea. Hii lugha ya kutembelea ni anajifunua, ni anakuwa wazi. Let me read for you this uh... kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na kumi na moja. I have to give you uh, this crucial scripture mstari wa kumi na kumi na moja anasema alikuwako ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu eh, niko nasoma wa kumi yes, anasema wala ulimwengu haukumtambua. Alikuwepo kabla ya ulimwengu kuwako, lakini na ulimwengu pia ulikuwako baada ya uwepo wake yeye, lakini anasema pamoja na yeye kuwepo kwa duniani, pamoja na uwepo wake ulimwengu haukumtambua. Haukumtambua, haukujua ya kwamba u, yupo. Malizia mstari wa 11, nikupe ufunuo. Hapo mstari wa kumi kumi na moja alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Tatizo la, la, la, la watu kuto kumpokea ni kwamba alikuwepo, lakini hawakumtambua. hawa hawa hawa, kwa hiyo wao wanasema hawakutembelewa. Ndio, ndio, sasa lugha hii hawakutembelewa, ila alikuwepo, lakini hakudhihirika kwao, hakuonekana kwao, hawakumtambua hawa t Yakobo wakati amelala pale, baada ya yale maono, akaona malaika wanapanda na kushuka, akasema sikujua ya kwamba Mungu yuko hapa na hii ni nyumba ya Mungu. Sikujua kumbe, mwanzoni kabisa, wakati yuko pale, kwa mujibu wa lugha hii ni kwamba muda wote aliyekuwepo, hivi vitu vilikuwepo, ila hakujua. So this have to tell you ya kwamba uwepo wa Mungu kwa mahala pote, ila kudhihirika kwa uwepo wa Mungu sio mahala pote, na pale anapodhihirika, anapokubali kujifunua kwa kweli, hapo inakuwa inamaanisha kwamba ametembelea. Sasa lugha ya kutembelea ni hivi, ni kweli yumo ndani yako, lakini pia kumbuka, iko mbinguni. Mahali popote ambapo ajenda ya mbinguni huwa inaenda mahali hapo, Mungu ametembelea. Mahali popote ambapo Mungu huwa anaelekea inamaanisha ametembelea mahali hapo. Niko nasoma maandiko kwenye Ezekieli sura ya pili, lakini pia Ezekieli sura ya kumi. Maandiko nasema kila alipoelekea Roho wa Bwana yale makerubi na yale makerubi ambayo yalikuwa, yalikuwa yana magurudumu yale yalikuwa yanaelekea huko. Kumbe kuna mahali Mungu huwa anaelekea, kuna maeneo Mungu huwa anaenda. Tatizo ni moja, tumekariri hivi. Mmoja amesema alitembelewa na Mungu, Mungu alia alienda kwake kama ma, e, kama mwanga sema kaja, <laughs> mwanga mkali ndani, pakaja katokea mwanga mkali mi, anasema nilikuwa e, nimetulia hivi, nikasikia sauti naniita, Eliazeli Eliazeli, mpendwa Elia, <laughs> sauti nzito, sema mwanangu, mwanangu. Sasa hizi e, ndio zinachanganya watu ko kila mtu anataka anapozungumzia kutembelewa na Mungu aone hiki kitu no. Kwa mujibu wa maandiko, mujibu wa maandiko, nilikuwa natafakari kitu kimoja leo. Mtakatifu kanifundisha kanipa vitu vitatu muhimu. Wakati Mungu anapoamua kuweka agano na mtu au anapoanzisha ahadi fulani, huo huwa ni mtembeleo wa yeye kwa huyo mtu. Jambo la pili, wakati anakusudia kulitimiza anapoanza kulifanya, yaani ule, ule, ule muda wa utendaji wa hilo jambo huwa ni mtembeleo, huwa ni Mungu anatembelea watu wakati anapotimiza hiyo ahadi, huwa ni tembelewa na Mungu. Unamwona Musa kwenye Kutoka sura ya pili na sura ya tatu pale anakutana kijiti kinachowaka moto bila kuteketea. Pale ndipo Mungu alijifunua kama kijiti ni kweli ndio anasema, ni malaika. Ukiendelea kusoma, ni kwenye kile kijiti, sauti ya Mungu ilitoka. Kwa mwanzoni alielewa kama malaika, lakini baadaye akaelewa alikuwa anazungumza na, na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo kwa mujibu wa Isaya tunaweza tukasema ni malaika, uwepo wa Mungu. Okay, sasa hiyo hiyo ni, ni discussion ambayo inahitaji kwenda ndani sana kwa maandiko ili uweze kuelewa kwa undani zaidi. Ila kwa usani wangu hapa ni nini, ni kwamba uh, ule muda Mungu anazungumza na Musa, alimtokea kwa sababu alikuwa na anataka anze kutimiza kitu fulani, alipoweka ahadi na Ibrahimu. Alimtokea Ibrahimu akamwambia Ibrahimu, ukianza kusoma kuanzia sura ya 18 na kuendelea, kitabu cha Mwanzo, anamtokea Ibrahimu, wanakaa chini, anazungumza wanazungumza, wakaja ile mstari wa 20 hadi sura ya 20, sura ya 22 wanaendelea kuweka vitu pale. Anamwambia utaenda utumwani, na sio kwenda tu, wale watu nitawaokoa. Hasa hapo hapo hapo ni kurudi kwenye sura ya 10 na Uh, oh my God, sura ya 12 13 ya kitabu cha Mwanzo ndo uh, anamwambia utaenda utumwe na vitu vingine. Kwa Mungu alikuwa amemtembelea Ibrahim, alimtembelea. Ukitaka kujua kama alimtembelea unasoma pia kwenye sura ya 18 alipokuwa amekaa pale Mamle, alipokuwa ametulia pale, wakaja akaona wana bisa wanakuja hivyo, kwa namtembelea. Walikuwa wanapita after wanaenda kule Sodoma na Gomora, ila wakaamua wapite wamtembelee wapite. Na alipokuwa amekaa hivi akafunua macho wao, wow, akawaona. it was so marvelous for him. His eyes were opened. Macho yake yalifunguka, kumbe anaweza. Ah, yakafungwa. Natazama, anasema natazama, unaweza ukaipo eneo na usione huo mtembeo, usione kutembelewa na Mungu kwa sababu tu macho ni swala la macho yes, lakini hiyo hiyo Ibrahim pale mwanzoni analoweka agano kwa habari ya wana wa Israeli. Sasa anapomtokea Musa ilikuwa ni ajenda ya kutimiza ile ahadi. Kwa hiyo muda anamtokea Musa Mungu sasa ilikuwa ni katikati, anaanza kulifanya, anaanza kulitimiza kwa maana ya wao kutoka utumwani. Anamtokea musa lakini pia wao kufika nchi ya ahadi maana Mungu huitimiza ile, ilikuwa ni wao umetokea. Kwa sababu mali popote ambapo ahadi ya Mungu huwa inatimia huwa ni mtu ametembelewa na Mungu. Ndio maana Mungu alikufanyia kitu, nasema ah, kwa kweli nimetembelewa na Bwana. Umetembelewa na Bwana vipi? Mbona Bwana ajaja tu, nimetembelewa na Bwana. Mungu anamwambia Ibrahimu na Sara majira kama haya mwakani mtoto utatembelewa na majira kama haya mwakani. Ukitazama pale akuja malaika mhm ila -mm. ni mtoto ulipo. Kwa hiyo upata baraka ya mtoto ambayo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kutimia kwa mikononi mwake, maana yake kwa umetembelewa tofauti. Kama Mungu anakuambia utapona, siku umepona, hata kama ujaona malaika amekuja, hata kama ujaona mtu amekuja na, na nini, ila tu umepona, maana yake Mungu amekutembelea. Hauhitaji kusikia sauti ili zao Mungu umetembelea hauhitaji kutishiwa, hauhitaji uamke mwili wote unawak. Kuna ushuhuda una, una, una mtu anasikia kwambia, eh, alikuwa ni apostoli Ndegi askofu mkuu wa makanisa ya eh, mwanzilishi wa makanisa ya Living Water amewe kutupa kutu ushuhuda mmoja kwa kwa hasani kwake kule. Anasema um, ali mara ma ya kwanza anasikia sauti ya Mungu, anasema aliamka mwili unauma mwili wote maumivu mwili mzima, nasema nikaa ndani karibu wiki nzima, hawezi kufanya chochote, yaani mwili una maumivu makali kama dola kuisikia tu sauti yaani, ile kuisikia tu nasema mimi kuisikia mara moja, kuisikia tu. Aza kuona mwingine akisikia hivi anataka experience ya ya posto ndege iwe kwake, no it will not be on the same way. Sio lazima iwe kama ilivyokuwa kwake pale ambapo ahadi ya Mungu imetimia, kwa Mungu amekutembelea ame, siku ambayo Mungu amekuambia uja watua utaivuka, unapoivuka ile hatua, hata kama hujaona chochote you have to believe ya kwamba he has visited you. Ahadi ya Mungu inapotimia, ngoja nikusomee Mwanzo hamsini mstari -E wa Mwanzo hamsini, kuna habari za Yusufu pale. Oh my god, hamsini ishirini na nne hivi saruna kapeli sura hmm, eh, ya mwisho wa kitabu cha Mwanzo, eh, kwenye mistari mitatu minne ile ya mwisho. Yusufu, yes, kwenye mistari hii ya mwisho hii wa ishirini na nne mstari, mstari wa tatu kutoka mwisho Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia. Ingeweza kusema The Lord will visit you. Mungu atawajia, atawajia kufanya nini? Anasema mimi nakufa, lakini Mungu atawajia, atawajia nanyi bila shaka. Anasema atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Maanake anasema hivi Mungu atawatokea, Mungu atawatembelea wapeleka kwenye ile kitu manaake, anawambia ninyi kutoka hapa na kufika kule ni kutimia kwa ahadi ya Mungu, na ahadi ya Mungu inapotimia maana yake unakuwa umetembelewa na Mungu, unakuwa umetembelewa na Mungu. Sasa ninaelewa unavozungumzia kutembelewa na Bwana ni somo ambalo ni pana sana. Tatizo ambalo lipo sasa kwenye mazingira yetu ni kwamba watu wamejilimiti eneo moja ya, ya kwamba ili Mungu akutembelee lazima usikie sauti, ili Mungu akutembelee lazima iwe usiku, hmm, ili Mungu akutembelee lazima wewe umejitenga eneo fulani umekaa peke yako. He can appear to you when you are in the midst of people kabisa, katikati ya watu and he you, you can see him upo katikati ya watu, see him umekaa nao hapo, unaweza ukamwona how ikau gani ambavyo unafikiri kwenye ufahamu wako. Sikiliza, Mungu ana namna nyingi za kutokea kwa mtu usikalili ile ambayo ulisikia baba yako wakiwa wanakwambia, usikalili hiyo, usikalili hiyo. Mungu anaweza akatokea kwako, ndio kwa kutokea hivi hivi, kusikia wazee wanasema Yesu amewatokea, kakaa na Yesu akazungumza naye, wala hata haina shida mm -hmm. anaweza akatokea kwako kwa njia ya malaika, malaika wakaja kabisa. Sometimes unaweza you kuwa know, ndani and then you you hear a really audible voice, sauti kabisa, mbona sika hivi fulani fulani. Yes, inaweza kutokea but no what. Naomba Mungu anakutembea, unapokuwa unalisoma neno, unapolisoma umetembelewa na Mungu, sababu kwa mtu anasoma and kutembelea kwa sababu upate ufunuo kama hiyo niliyozungumza, kwa sababu ni swala la uelewa hapa, ili uondoe limitations, vizuizi vya kutembelewa na Mungu, kwa sababu yupo. A big and a huge problem is that you can, you, you cannot know and understanding it because uweleo wako umejibana kwenye eneo fulani, kwamba ili yakutembelee lazima uwe unafanya moja mbili tatu, lazima uwe kwenye hali na hii, lazima atokee hivi. Kama sio mwanga umetokea, hajakutembelea. Kama ujasikia sauti, no, hajakutembelea. neiinasomno laopale na unaona kabisa kwa andiko hili wengine kwa ndoto. Kwani Yakobo anaelewa ya, ana, ya kwamba Mungu yuko pale na ametembelewa na Mungu, vile anavyokuwa anapanda na kushuka akajua kwamba kwenye nyumba ya Mungu ilikuwa ni nini? Si ilikuwa ni ndoto? It was a dream. Alikuwa ametulia pale and then he dreamt, akaota ndoto. Ni ndoto aliota, lakini akaelewa ametembelewa na Mungu. Ndoto, ndoto hizi ambazo unapuuzia, usiku unaota mtu, mtu anakwambia kiamka omba unaamka, saa unamka zasnaye nani sukusunguli dalizoth umetembelewa, umetembelewa, umetembelewa kabisa. naa Yesu nisifie sana. Oh my God, now nitakueleza umuhimu wa kutembelewa na Mungu lakini pia nitakueleza kwa kina njia ambazo Mungu anatumia kutembelea mtu. Nitakueleza kwa kina, nitakueleza um, umuhimu, nitakueleza njia, lakini pia nitakueleza jinsi ambavyo unaweza kujiposition ili uweze kutembelewa na Mungu. Kitu gani ambacho unahitaji una, una, una, una kufanya ili utembelewe na Mungu? lakini in, in a primary knowledge in a primary understanding you have to know this that uh, um, he is everywhere but for him to be seen in your life for him to be openly revealed to you that is a visitation

una agenda lazima itimie. Ndio maana kwa unapoona ndoto zinafuatana, elewa ni Mungu pa Mungu zalimtembelea Eli Eli akiwa sorry, Samueli akiwa mtoto. Samueli ni mtoto, yuko hekaluni ametulia, pa amelala usiku, on the first time Samueli Mungu anamtokea na anaita na asema Samueli Samueli lioe alikuwa yuko melala and he knew not of the agenda of him. I mean, the agenda of the Almighty God in his life. He was not aware of it. Lakini metokea tu pale boom sauti. Samuel, Samuel. Akajua anaitwa na, na Eli. Kwa Mungu alimtembelea Samuel kutia sauti ya Eli. Akujua. Akaenda kwa Eli. Akaambia uh, mesikia sikia unaniita? Akaambia no, siweite. Nenda aka karani. Akaenda karani. Mungu akaja tena. Samueli, Samueli jamaa likainuka tena likakimbia mbio kwa lidogo lidogo, ikafika pale, kaambia Eli, umeniita. Akasema no, sijakuita. Akatulia akaona okay, Ilivyotokea mara ya tatu, Eli akamwambia sasa, sikiliza. Hii ngoma anaijua hii, mzoefu Eli anajua, Eli. Eli anajua Eli ni kuhani, ameshuhudia visitation nyingi za Mungu maisha, so kuna kuna kuna certain kind of a understanding aliyonayo ambayo inamsaidia kumfundisha Samuel, kuwa anamwambia nenda, akikuita ukisikia sauti inakuita tena, sema hivi mimi hapa Bwana, sema kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Unagundua Musa, ile ile sauti mwenyewe sema Musa Musa. Baada ya Musa kuona kijiti kinawaka moto, anasema ngoja nisogee, nione ni maajabu haya, nione ni mambo haya ambayo kijiti kinawaka bila kuteketea, asijue ndio alikuwa ametembelewa. The moment anasogea anakuwa closer na ile ile kile kichaka kinachowaka moto bila kuteketea, he heard a voice, akaisikia sauti inamwita kutokea mli niwegee kichaka naye akasemaje? Musa na akazungumza, kasema mimi hapa alielewa. Sauli baada ya kupigwa vile na ule mwanga mkali, naambia Sauli Sauli, mbona waniuliza? Sauli Sauli akasema mimi hapa Bwana. Aliitika kila mtu alipotokewa, aliitika it. Mungu anapokutembelea na usikuwaitika ataendelea kutengeneza mazingira hadi itik. Ukifeli kwenye eneo hilo, maana yake umefeli kutambua uwepo wake. Ndio maana kuna watu wanaona, ila washindwa, wanashindwa kuelewa ama Mungu. Mtu anaweza akasikia kabisa vinakuelea. Nitafuta moja um, ya wadogo zangu mmoja hivi katika Kristo kaniambia mbona mbona kuna muda kama anakuwa nasikia mtu ananiita hivi, najiweka nyuma na sio nini? Na upo kwenye maombi, unakuja na swali hili. Sasa mimi nimekuwa mpole, najikuta najibu kwa upole, na mimi, jamani, ni zuri sana, uko kwenye maombi, unasikia sauti. Lakini mambo ndiyo haya ya kufundishana. Sasa sauti itika anambia sema Bwana, mtumishi wako nasikia. Mesema mtumishi wako niko hapa na ninasikia. Naanza kuona mambo, naanza kupata maelekezo. Mbona kwa muda nimesikia kabisa kama mtu amenishika mkono hivi, yes, hivnashika watu mkonowz. Halafu ukasikia unagusa hivi kwenye mbavu kabisa, anataka uamke, amekutembelea, anataka muda azungumze na wewe. Kabisa kabisa hiyo kitu inatokea. Mungu anaweza kukutembelea na kwa hiyo, anapokutembelea huwa ana ajenda. Aliyomtokea kule Samueli alikuwa ana ajenda ya kutimiza, aliyomtokea Yohana kwenye kisiwa cha Patmo mara kwa mara, ilikuwa ni kwa sababu kuna ajenda ya kutimiza, kwa sababu kila mtu anakusudi, kila mtu anatokewa kwa sababu mtu anataka apone, huwa anatokea kwa sababu ajenda ya uponyaji lazima ifanyike. Kuna mtu uko na dilema, haujui ufanye nini hata kutokea hiyo kiweza kufanya. Sasa nitakueleza huwa anatokea vipi? Anamtembeleaje mtu? Nitakueleza usijali. Mm. Na mimi nitakueleza umuhimu wa kutembelewa. Wow, jema sana hii. Lakini pia nitakueleza ni jinsi gani unafanya ufanye nini, utembelewe na somo zuri sana kuona. Sijapata kuona hii. Unasikia mtu anasema jamani, nimekuwa naomba, roho Mtakatifu ameniambia siri iko hapa. Nitakapokuwa nikizungumza hayo, na nitakuwa najibu swali la mtu kuisikia sauti ya Mungu humo ndani. Be attentive, natoka tuna muda huo mzuri wa kujifunza mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.